Kama semaji mchezo mwanzo, kusema ukweli, leo tunayo furaha kubwa sana na neno pekee ambalo tunaweza kusema hii leo, tumewakomesha Dodoma Jiji. E, mechi yetu ya kwanza na wao pale nyumbani kwao Jamhuri Dodoma, baada ya kuwafunga goli moja ukabila la mkwaju wa penalti la Jean Charles Ahoua, walionekana kutoridhika na ushindi ule ambao sisi tumeupata, walionekana kulalamika kana kwamba tumewaonea, kana kwamba tumewaonea. Kwa hiyo tukasema e, sisi ni people, tutakutana, tutakuja kuone ana ukubwa tofauti ya nyie na wao. Na walikwenda mbali zaidi ya kwamba e, wanafanya kazi kubwa, wanaandaa timu, halafu wanakuja watu wanawaharibia mipango yao wakiwatupia lawama watu la wengine e, tukasema hakuna shaka tutakutana tu kikubwa uhai mm. Leo hii tumekuja kumuonesha kwamba tuna uwezo wa kumfunga kifutboli mm. Tunaweza kumtawala, tunaweza kumfanyia ubaya ubwela mpaka mwenyewe akashangaa. Tumepata ushindi na rekodi ikae sawa sawa. Huu ndiyo ushindi mkubwa zaidi katika ligi kuu msimu huu tangu kuanza kwa ligi kuu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 la, sasa <laughs> kipigo kimekuja kumwangikia Dodoma Jiji, tumemfanya vibaya. We are very happy. Na mnawapa pole Dodoma kwa kipigo, e, tunawapa pole. Of course, Dodoma na wenyewe wanastahili kwa sababu wana kamdomo ah. e, <laughs>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 Mimi niwape ni, ni, ni, ni pongezi wale ambao wanatoa tuzo leo, ilikuwa na inachanganya mm, nani apewe tuzo? Ukiangalia eh, Kibu Dennis kafanya vizuri, ukimwangalia Jean Shale Ahua kafanya vizuri, ukimwangalia mm, Volcano eh, Elim Panzu kafanya vizuri, lakini tusio wachoyo wa fadhila, hata golikipa wa Dodoma Jiji naye amefanya vizuri vile vile, kwa hata kwenye kinyang'anyiro cha wachezaji bora wa mechi angeweza vile vile na yeye kuingia kwenye hiyo kinyang'anyiro.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 akapangwa ee, aka kakipa kamoja hivi ambaye hana uzoefu nimeelewa. mm -hmm. Yule bwana ni nyanda mzuri kweli kweli, kama si ubora wake mm -hmm. Tulikuwa tunaotandika kumi. Safi kabisa, na magori haya ni kuwapa pole kwa ajali walioipata. Hapana ah, Dodoma jiji walipata ajali, tulikuwa tunawapa pole. Ndio naona uh, na, uh, akiwa top scorer naona naona, lakini sisi malengo yetu msimu huu sio kutoa mfungaji bora wala sio kutoa nani bora. Hatutaki individual, uh, individual nini wanaita individual prize, hatutaki hizo tuzo za mtu binafsi binafsi, tunataka tuzo za timu nzima. tuyachukua sana haya matuzo ya mchezaji binafsi binafsi, mchezaji mmoja mmoja. Tunachokitaka msimu huu ni tuzo ya Simba, ni tuzo ya klabu kwa maana ya ubingwa. Kwa hiyo kwenye kupigania huko ubingwa, tunaweza tukaokota tuzo ya kipa bora eh, nani na na Musa Kamara, lakini tumeona vilevile kiwango cha hali ya juu cha ali, ali, ali, ali mapenati Mm. Mechi ya tatu anadaka bila kuruhusu hata bao moja, akatoka akaingia Abel Hussein. Kuna mfungaji bora, kuna bado kiungo bora wa ukabaji Kagoma. Kwa hiyo kusema kweli, tunastahili vitu vingi sana msimu huu, lakini target yetu kubwa wakati huu ambao tunajenga, msije mkasahau kama tunajenga timu jamani, msije mkahadaika na mafanikio tuliyokuwa nayo mm. na ubora tuliokuwa nao. Tupo kwenye fezi ya tatu ya ujengaji wa timu, tuna fezi kumi hii ndo fezi ya tatu semaji, semaji kwa matokeo unasema kwamba ilikuwa ni salamu uh, za tarehe nane. Pengine tunaweza tukasema kwamba unathibitisha muda wote na saa wote mnawahitaji, ah, kanuni isipovunjwa, we are ready <laughs> <laughs> e, wasipozingizia wameona mbuzi yeah. Sisi tuko tayari muda wowote ule, kipigwe anytime Anytime. Kanuni ikinyoka namna hii, mm, wasipoona mbuzi kwenye basi letu, mm, wasipoona wazee wafupi wenye ndevu nyeupe, sisi tuko tayari. Shemalon Fondo, kuna taarifa inasema kwamba atakosekana kama msimu mzima, taarifa yake iko hapo. Shemalon Fondo ni majeraha, yeye pamoja na Musa Kamara, mm. Uh, kwa sasa bado sijapokea ripoti ya madaktari ya kuonesha atakaa nje kwa muda gani, mm. Uh, nikishapokea hiyo taarifa nitakuwa kwenye nafasi nzuri ya, ya kuwajulisha lakini nachoweza kuwathibitishia ni kwamba wataalamu wetu wanapambana kuhakikisha kwamba anarejea uwanjani kwa haraka sana, kwa sababu huko mbele tuna kibarua muhimu na kibarua kigumu kweli kweli. Neno kwa Wanasimba, tunaenda mapumziko ya muda, tunakwenda mapu mapumziko kupisha kalenda ya FIFA. Wanasimba, tugeuzie akili yetu kwenye michuano ya kimataifa, kwa maana ya timu ya taifa Tanzania. Ana kazi huko, tuhakikishe wanasimba kwa nguvu yetu yote tunaiunga mkono timu yetu ya taifa ya Tanzania tuweze kutimiza malengo yetu. Baada ya hapo, tutaendelea na programu yetu na ambayo iko mbele yetu. Hapa ni mechi yetu ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Asimeni wakilisha wangu. Lakini ilikuwa ni kadi yako ile ya mwaliko. Ntaenda siku nyingine <laughs> <laughs> wataandaa wa, wa, wa tena leo tena, leo tena? Mm-hmm. Asa ah, muda ukiwa unaniruhusu mm, nitaenda.